Karibu katika mwanzo hadi ufunuo wa safari yetu kupitia neno la Mungu. Mimi ni msaidizi wenu wa utafiti, na leo tunasoma hadithi moja ya kushangaza zaidi katika Biblia, hadithi ya Yusufu mwota ndoto katika Genesis 37. Tunaona mwanzo wa safari ya ajabu ya kijana mmoja ambaye atakuwa muhimu sana katika mpango wa Mungu kwa Israeli. Lakini kabla ya utukufu, kunakuwa na maumivu. Kabla ya uongozi, kunakuwa na utumwa. Mungu anafanya kazi katika namna zisizoeleweka. Hebu tuseme pamoja fungu hili muhimu: Yusufu alikuwa na miaka kumi na saba, naye alikuwa akichunga kondoo pamoja na kaka zake, akiwa kijana mdogo pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa, wake wa baba yake. Naye Yusufu akamletea baba yao habari mbaya zao. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, kwa kuwa alikuwa mwana wa uzee wake, akamtengenezea kanzu ya rangi nyingi. Yakobo aliyeitwa Israeli alikuwa na familia kubwa lakini iliyogawanyika. Yusufu mwana wa Raheli aliyempenda sana alikuwa mpenzi wake. Hii ilianza tatizo kubwa. Kaka zake hawakuweza kumzungumza kwa upole. Kuna mambo matatu muhimu ambayo mara nyingi tunakosa katika hadithi hii. Kwanza, kanzu ya rangi nyingi haikuwa tu zawadi ya upendo, ilikuwa alama ya urithi wa mzaliwa wa kwanza. Yakobo alikuwa akimfanya Yusufu kuwa mtoto wa kwanza badala ya Rubeni. Pili, Yusufu akamletea baba yao habari mbaya za kaka zake. Hii haikuwa uchafu, ilikuwa jukumu lake la kuwa mkuu, lakini ilisababisha wivu zaidi. Tatu, ndoto za Yusufu hazikuwa ndoto za kawaida, zilikuwa ufunuo wa Mungu. Mungu alikuwa akimwonyesha mustakabali wake, lakini familia haikuelewa. Mabadiliko makuu ya kiteolojia yanaanza hapa. Tunaona mwelekeo kutoka upendo wa baba hadi wivu wa kaka. Pendeleo za Yakobo zilizaa chuki. Pia tunaona kutoka ndoto hadi ukweli, Mungu anatangaza mpango wake miaka mingi kabla haujatekelezwa. Na tunakabiliwa na mwelekeo wa kutoka uhuru hadi utumwa. Yusufu atakuwa mtumwa, lakini hii itakuwa njia ya Mungu ya kumkuza. Katika mipango ya Mungu, mara nyingi tunashuka kabla ya kupaa. Tunaumia kabla ya kupona. Tunapoteza ili tuweze kupata. Wanyamapori walikuwa wakishuhudia mazito haya ya familia. Eh, naona kijana huyu Yusufu ana uongozi wa asili, lakini kaka zake hawampendi. Nimeona familia nyingi, lakini wivu huu utasababisha maumivu makubwa. Binadamu wamepewa baraka za kipekee, lakini mara nyingi hawazithamini. Badala yake wanagombana, lakini nadhani Mungu ana mpango Ndoto hizo hazikuwa za bure. Ndiyo, na furaha kuona jinsi Mungu anavyotumia hata mambo mabaya kufikia malengo yake mazuri. Tunaweza kujifunza mambo matatu muhimu kutoka kwa hadithi ya Yusufu. Kwanza, usijali wivu wa wengine wakati Mungu anakubariki. Yusufu hakufanya kosa lolote, alikuwa akitumika kama Mungu alivyomtaka. Pili, Mungu anatumia hata maudhui ya watu kutekeleza malengo yake Kaka za Yusufu walitaka kumdhuru, lakini Mungu alitumia hilo kufikia mpango wake mkuu. Tatu, subiri kwa uvumilivu wakati ndoto za Mungu zinachelewa kuonekana. Yusufu alipaswa kusubiri miaka mingi kabla ya kuona maana ya ndoto zake. Mungu ni mwaminifu hata wakati hatuelewi. Hebu tuombe pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa hadithi ya Yusufu inayotuonyesha jinsi unavyotumia hata mazingira magumu kutufikisha mahali ulipotutayarishia. Tupe uvumilivu wakati tunakabiliwa na wivu wa wengine. Tupe macho ya kuona mpango wako hata wakati mambo hayaonekani mazuri. Tupe moyo wa kumsamehe wale wanaotutendea mabaya, tukijua kwamba wewe unaweza kuyageuza kuwa mema. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Asante kwa kujiunga nasi leo katika Mwanzo hadi Ufunuo. Safari ya Yusufu inaanza tu, kuna mengi zaidi ya kujifunza. Jisajili ili usipoteze somo lijalo. Mungu yu pamoja nasi katika kila hatua ya safari yetu. Tutaonana mara ijayo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.